Jambo hilo lime strengthen sana katiba yetu. Kwa sababu unajua katiba ya Kenya ni katiba ambayo iko uh, very strong na mara nyingi tunajaribu ku kuivuta tuone to to what limit it can actually get to. Na the only way you strengthen a democracy is by testing its constitution. Na watu wengi hawakuamini kwamba hiyo ni jambo ambalo linawezekana, na ukisikiza usemi wa watu wengi, na nimeona unasikiza usemi za watu wengi unapata kwamba watu wengi wana pia, wakati wanatupatia zile stori zao, wanasema kwamba rais alijaribu mara kama nne kuhakikisha kwamba jambo hilo lisifanyike, kwamba kusikue na impeachment, kumaanisha hata rais mwenyewe pengine alikuwa anaona ni kwamba This is an extraordinary, lakini wakati tunafanya vitu kama hivyo sisi kama taifa hmm. We grow. Yeah? Na tunaanza kujua kwamba, viongozi wanaanza kujua kwamba it is possible that you can go viongozi wanajua kwamba you, you are not indispensable dspensabl, yeah? Kwa hivyo mtu lazima ajiulize, kama mimi ni mbunge na naibu wa rais anaweza tolewa na mimi tu ni mbunge ama mimi ni gavana ama mimi ni senator, lazima you must be able to see that hey, by the way you can actually go. Kwa hivyo mm-hmm. mimi niliona kwamba it was a good point in terms of strengthening our constitution in terms of strengthening our democracy. Tunaona kwamba ni kweli hata rais usipofanya matakwa ya watu na uweze ku satisfy the needs of the people you can actually be impeached.